Waziri ameniambia kuna njaa gerezani, kama watu wakifariki nana gereza mimi ndio nitakuwa dhamana, kwa sababu yeye tayari ameshatoa taarifa. Lakini la pili amesema ikifika miezi sita atajiuzulu. Ndani ya baraza hili lote, toka tuanze serikali, hakuna waziri aniambia akishindwa atajiuzulu. Yeye ameonesha mfano huo, tumpeni anachosema anakihitaji. Ndugu zangu, nikapewa vifaa, nikakaa na kamishna wa magereza na wataalamu wake, ndani ya miezi minne na siku kumi tukazalisha chakula cha kutosha, tukaiuzia serikali, na hata wafungwa wa vifungo vidogo vidogo wamemaliza vifungo wakawa hawataki kutoka gerezani, kwa sababu ndani ya gereza wanashiba, nje kuna njaa. Sasa kuna wengine wanakuleteeni hizi sera, lakini hawayai kujijaribu. Mimi ninakuja na jambo ambalo tayari mlishafanyia mazoezi na najua na linawezekana kwamba kama wakulima wakipatiwa vifaa wakapatiwa na utaalamu sahihi uwezekano ndani ya kipindi cha mwaka mmoja Zanzibar tuna uwezo wa kuzalisha tani laki moja na nusu za mchele na kila mkulima akawa na akiba ya si chini ya tani moja ya ziada ndani ya nyumba yake. Maana hekta moja unaweza kuzalisha tani tano mpaka saba, unategemea utaalamu gani unatumia. Hekta elfu tano Zanzibar zipo hata elfu ishirini zipo, lakini elfu tano zinatosha kabisa kutulisha Zanzibar. Nipeni miaka mitatu so mitano, tutazalisha. Nimekuwa waziri wa kilimo, maliasili, mifugo na uvuvi hapa, na nilikuja hapa hapa kwenu, nakatembelea mashamba ya mboga mboga hapa. Shida ni ile ile ya ja vifaa, maji, umeme, mbolea na kadhalika. Tukikupeni vifaa hivi kwa mwaka mzima bure, hizi hoteli mnazojenga hapa hazitonua mboga mboga kutoka bara tena, mtauza nyinyi wenyewe. Au si kweli? Au si kweli? Hawa vijana watapata ajira, ajira za uhakika kwa sababu wanazalisha wao. Wajibu wa serikali ni kuingia mikataba na hoteli, kuambia kwamba mtanunua bidhaa zenu kutoka kwa wakulima wetu na hamtoagizia tena kutoka nje. Huo utakuwa ni wajibu wa nani? Wa serikali. Tukiwaandaa vizuri wakulima kwenye vikundi vyao vya ushirika au hata mmoja mmoja. Naamini kabisa ndani ya miezi sita, nyinyi mtajilisha, mtapata akiba na mtatokana na tatizo la akiba za mifukoni. Hamtokuwa na shida tena za mikopo ya kausha damu. Kwa hiyo kilimo, ukiipa fursa yake, uvuvi, ukiipa fursa yake, na hasa kwa bahari ya ku... Makunduchi ambapo kilomita kumi na mbili za bahari tukiweza tukatega samaki kwa kutumia cages, masanduku au madema Kiswahili, lakini ya kisasa. Dema moja unaweza ukatega tani ishirini ukiwa na madema madema kumi, Makunduchi yote inapata samaki na ziada. Hivi sasa mnatega samaki hapa, bwana fugwa? Saa nyingine huwa ndugu zetu kutoka bara wanakuja wanavua kiharamu haramu hapa, au si kweli? Sasa hii ni akenye enyeji kidogo, tukifanya kisasa kama ile ambayo nimeikuta Maldives nimeikuta Mauritius. Tukiwa na madema mia moja tu, Zanzibar tutasafirisha samaki, tutanunua samaki kwa bei rahisi kuliko ambayo tunaipata hivi sasa, na vijana watapata ajira bila ya usumbufu ya kupata ajira za hii kasheshe inaitwa utalii. Mimi nasema utalia, siiti utalii. Unasema nini? Utalia nanyi watu wa kusini mnajua kwa nini nasema utalia. Kwa hiyo uvuvi unaweza kuwatoa ndugu zangu wa Makunduchi ndani ya umaskini, lakini unahitaji kupata mtu mwenye utaalamu huo. Mimi nimebahatika kuwa na meli kubwa ya uvuvi, tulikuwa tunavua prawns tani ishirini ndani ya siku arobaini tukisafirisha kupeleka Portugal kwa hiyo sizungumzi nadharia. Wengine watakupeni nadharia, na kuambia ni kitu ambacho nimefanya, najua madhara yake, najua na faida yake. Na hii ndio tofauti moja kubwa sana ndani ya leadership tulionayo. Wako watu wanatanguliza utawala, wako watu wanatanguliza miundombinu, mimi natanguliza kwanza uwezo wa kumjenga mtu, kwamba unajenga barabara atumia fundi wako, unajenga nyumba unategemea mafundi wako, kama alivyofanya Mzee Karume. Na ndio maana leo katika mkutano huu hapa nimebatika kumleta Mtanzania mwenzetu na kampuni yao ya kitanzania asilimia moja mia moja wana mradi mkubwa wa kujenga daraja kutoka Mbweni, Dar es Salaam mpaka Kizimkazi, kilomita arobaini na mbili. Wana mradi mkubwa wa kujenga nyumba elfu tatu na mia tano hapa Kizimkazi, wanaita smart city. Hivi banda vibanda hivi vitakuwa vimeondoka.